Jeshi la polisi lingependa kutoa taarifa kuwa bado linaendelea kumsubiri ndugu Humphrey Polepole aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Ndugu Humphrey Polepole alitumiwa barua ya wito kwa mujibu wa sheria za nchi aripoti katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai ili atoe maelezo kuhusiana na tuma mbalimbali alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii lakini hadi leo hajatekeleza maelekezo hayo kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. E, taarifa hizi ni za kweli na na sasa tumefika nyumbani hapa alipokuwa anakaa. Tumekuta mlango umevunjwa, tumekuta nyaya za umeme zimekatwa, ni zile security, security lines za umeme za juu ya ukuta. Tumekuta mlango wa uh, gate kubwa umevunjwa tumekuta mlango wa ndani umevunjwa, tumeingia ndani, tumekuta, tumekuta damu nyingi sana zimemwagika ya yeah. Tuko sasa tumeenda kutoa taarifa kwa kituo cha polisi. Hali ni mbaya, hali ni mbaya, tumekuta damu nyingi sana zimemwagika. Poleni sana. Je, mmepata nipa, vipi taarifa ya tukio hili sasa? Mwenye nyumba alitupigia ali simu asubuhi kwa sababu ana kijana wake yuko maeneo ya hapo karibu, aka yule kijana wake akampatia taarifa yule mwenye nyumba, ambapo tumepanga ile nyumba kama familia. Sasa yule mwenye nyumba akatujulisha kwamba kuna tukio limetokea kwenye, kwenye hii nyumba hapa. Okay. Akasema kama tuna taarifa yoyote, so sisi tukamwambia hatuna taarifa ndo e, tukaanza kufanya jitihada za kuweza kufika e, hapa kwenye nyumba. Mara ya mwisho umeonana naye ama kuwasiliana naye lini? Mimi nimeongea naye jana usiku majira ya sa, saa mbili usiku. Alikuambia nini? Na tulibadilishana mawazo kadhaa. Ha, hakuniambia chochote zaidi. Aliniambia tutue makini sana, kwa sababu hali sio nzuri. Mmechukua hatua gani sasa? Tu hiyo tu, asubuhi uh, tumefika tukakuta kuna mtu amekuja pale na Land Cruiser kama ya polisi uh, akao pale maswali, na sisi baadaye tukamuuliza yeye ni nani, akasema uh,